Katika ofisi ya Chama Cha Mapinduzi wilaya ya Mtwara mjini 2026 jumuiya ya umoja wa wanawake wilaya ya Mtwara mjini wamefanya matendo ya huruma kwa kukabidhi eh, vifaa ikiwemo daftari, peni pamoja na zawadi mbalimbali mbali kwa watoto pamoja na akina mama wanaoishi katika mazingira magumu hapa Mtwara mjini. Chivihi Media tumefika hapa na kuandalia taarifa ifuatayo. Jina langu <tinyo> linaitwa ndiyo mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake wa wilaya yetu hii ya Mtwara mjini. CCM oye! Ndugu zangu wa kina mama pamoja na nyinyi watoto mliokuja, sisi wanamtwara hatuna cha kumlipa Dr. Samia. Dr. Samia amefanya kazi kubwa, lakini pia tumeitana. Siku ya leo tunaadhimisha kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi Tumefika hapa tuungane na nyinyi pamoja na viongozi wa matawi, viongozi wa kata na sisi viongozi wa wilaya. Tulicho nacho ni kidogo ambacho tutatoa kwa watoto hawa, lakini furaha kubwa nilionayo ni hii, kuwaoneni nyinyi mukija hapa kujumuika pamoja nasi. Ongera sana kwenu kwa tendo hili ambalo mlilolifanya. Mtwara oye! Chama hiki kilianzisha kwa ajili ya kuleta matumaini, kuleta amani, kuleta furaha mahali ambapo pana huzuni, mahali ambapo pana shida, basi inaleta tumaini. Chama hiki cha Mapinduzi ni chama pinduzi, ambacho kinatetea wanyonge. Chama hiki kinaleta furaha na kinaleta amani. Ndugu zangu, furaha kubwa tulionayo kwamba amani ya Tanzania inaendelea Jambo hili ni la matumaini makubwa sana. Kwa hiyo leo tumeitana wote tusherekee kwamba hatuna chama kingine Tanzania kinachotupa amani kinachotupa ushindi kinachotupa matumaini ni chama cha Mapinduzi, CCM. Na sisi wanawake ndio tunajua faida kubwa ya amani. Amani ikiwepo, tunaweza kutulia kama tulivyotulia lakini kama hakuna amani, hatuna muda wa kutulia. Ndugu zangu, amani hii, utulivu huu, ni wa amani ya Tanzania na ambapo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaiendeleza hadi leo. Nao baadhi ya wazazi pamoja na watoto waliopata waliopata misaada hiyo wanapata nafasi ya kuzungumza mbele ya kamera za TV Media, huku wakishukuru pamoja na kutoa wito kwa wengine ambao wenye nacho kutoa misaada kwa wenye uhitaji. Kwa majina naitwa Sabina Abdul Saidi Manga, natokea kata leo, la leo nimekuja kene adhara hii ya msaada wa CCM nashukuru Mwenyezi Mungu amjalia na nashukuru na madiwani wetu na waviti maalumu kwa changamoto alotupatia kama hivi msaada mbalimbali, kutokana na si mazingira yetu disi yalivyo na tutaendelea kuwashukuru, so hawa tu mpaka hao wajao watusaidie watukumbuke, waone changamoto zetu ziko wapi. Tuna matatizo, tuna matatizo gani, watusaidie. Tunawaomba sana tuendelee kutusaidia. Tunashukuru na tunafurahia kilele cha miaka arobaini na tisa ya CCM. Tunashukuru Mwenyezi Mungu atujalie na wanaotusaidia na, wape moyo wanao watusaidie hivyo hivyo, asituache watuunge watunge mkono. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na Mama Samia naye pia tunamshukuru kwa msaada wake, pia asituache hivi hivi atusaidie maana tuna changamoto nyingi mbalimbali tutaweza kuzimaliza zote, lakini hizo zo, naweza faa kutusaidia watusaidie. Naitwa Shela Muhamed Isa Sepete, natokea kata ya majengo, kata ya majengo mtaa wa Giza Ulole. Msaada huu tumeupokea vizuri kwa watoto wetu, wamefanya vizuri wa, wa, wa, wa wenye viti wetu na madiwani pamoja na makatibu wote kwa kuwatelea msaada watoto wetu e, kwa hiyo tunamshukuru na habari zimwendee mama Samia Suluhu, tunamshukuru vile vile kwa msaada huu. Kadhalika, mwenyekiti wa CCM wilaya Mtwara mjini, si mwingine ni comrade Salumu Naida, anapata nafasi naye ya kuzungumza machache katika hafla hii ya kukabidhi vifaa hivi kwa watoto na wanawake wanaishi mazingira magumu. kuja kuwapongeza kwa kazi yenu kubwa mnayoifanya. Hakika ninyi jumuiya ya kinamama kweli ni wazazi ni watu ambao maadhimisho yenu mmeyafanya kwa kuwakumbuka watoto ambao wana mahitaji maalum na watu pia wenye mahitaji maalum, akina mama wanaotoka mazingira magumu. Hili ni jambo bora sana na ni jambo muhimu sana kwa chama chetu. Niwapongezeni sana mheshimiwa mwenyekiti na ndugu katibu na kamati ya utekelezaji ya wilaya na waheshimiwa madiwani, hili jambo mlilolifikiria ni jambo la msingi sana. Mngeweza tu mkaenda kusebeneka na kukaa kwenye kumbi kufurahia, hayo yangekuwa maazimisho. Lakini maazimisho haya ya kuwaita watoto wenye mahitaji maalum mkawapa msaada, jambo hili kwanza kwa Mwenyezi Mungu ni faraja lakini kwenye chama chetu ni heshima kubwa, heshima kubwa, kwa sababu nitaacha kumbukumbu kwa watoto hawa, na hawa watoto hawataisahau CCM, kwa sababu watakapochukua daftari na peni wakawa wanaandika ambazo ilikuwa hawana. Lakini naona pale kuna vitu mbalimbali mmewapa mbali. Hawa watoto hawawezi kuisahau CCM, na hii ndio kazi ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi kinawafikia wananchi wake kwa karibu, na kinawaangalia watu wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi najua maono haya kwa sababu wewe ni mchungaji, naona ndio maana yameshajihisha hivi. Kutoka Manispa Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media, nikusiku subscribe na hii ni YouTube channel yetu, ili mjanja na wa kwanza kupata habari zetu. Hakika sisi tunakuunganisha wewe na ulimwengu. Asante na kwa heri.